Wasipochukuliwa hatua wale waliofanya uhuni wa kuzuia timu yetu, baadaye kutotokea madhara mawili kama kutofungiwa mpira wa, wa, wa nchi ya Tanzania na FIFA, basi kuna hali kabaina ya Simba anga, manye, na Yanga tukijana wenyewe nchi nzima ikawapita. Wazee wangu jana wamezungumza vitu vyenye hekima na busara sana, wamezungumza vizuri mno wale wazee, na hamna mtu aliyotaja sisi tuandamane wala nini. Wamezungumzia vitu vilivyokuwa sahihi kabisa, kwa sababu wale leo leo, leo wanapigia na simu nimemwona mtu kabisa anapiga simu, njoeni huku, njoeni huku jamaa na njoeni huku, wako taifa wanazidi kuongezeka. Jeshi la polisi limenyamaza, kile hawana kibali, hawana chochote, lakini na hakuna mechi, mechi. Lakini wamejanana getini, katika ambacho ni geti lile, ndani kuna viongozi wa serikali na viongozi na, na wa mpira. Sasa hawa watu wasipochukuliwa hatua watatuletea madhara. Si leo tunapata raha kwa sababu nchi yetu ina amani bro. Yes, bwana mtazamaji wa SFTV tuko hapa maeneo ya KMC Bye Complex ambapo unakwenda kupigwa mchezo eh, wa CRDB Bank Federation Cup. Eh, Wakundo Msimbazi Simba wakiwa wanaikaribisha Big Man kutoka pale mkoani Tanga. Niko naye Shabani mpira pesa, mwenyekiti wa tawi la Simba. Eh, bwana, salamu alaikum. Wa salamu shekhe. Mambo yanakwenda? Ah, tunashukuru Mwenyezi Mungu tumekuja kuangalia ugonjwa wetu, maana ugonjwa wetu Simba na na mpira ugonjwa wetu, lakini mpira huu mpaka wacheza wacheza na Simba ndo anapata la. Wewe tunakuja kwa, kwa yani tutakuwa vibaya sana. Ah, lakini wengine wapo kwa Mkapa sasa hivi. Ah, hawajielewi hata sisi watu hawajielewa bwana. Hata hata swala wajwa, kaita yani yani yani waziri na ndo kaita viongozi. Wewe mshabiki unaenda kufanya nini? Kwa hiyo wale watu hawajielewi. Kwa hiyo si wale sisi tunaishi tun, nao kama wanavyotaka. Kwa sababu mimi nadhani waziri kawaita viongozi wa vilabu vyote. Zile. Akusema washabiki au wanachama waende. Sasa, nyinyi mnaenda tena mnaenda kushindikiza mlangoni hata kama wa waziri ndio atakao wa bebe nyinyi na na hayo mambo yenu mnaka mlangoni, anawasaidia. Ana, ana..., kwa hiyo wale ni watu wauni hata waende kiuni. Na na kile walichofanya leo ndio walichofanya siku ya wa timu yetu. Si wamekaa tena na magari leo? Hata siku timu yetu nataka kuingia rekadi yetu magari kama vile. Ndio, basi nasema wale watu wakamata kwa sababu wale leo ndio tena magari na ndio walizuia msafara wetu ndio tena magari wale, wale wale. Ni wale wale. Sasa mwisho wa siku una, unaacha kutibu unaacha kutibu ugonjwa unaenda tena mbele, unaamua una mambo mengine, kwa sababu kilio chetu kimoja, wale walosababisha hili tukio wakamatwe, walozizuia Simba mwanzo kabisa wa, wa, wa hili tukio, kwa sababu kuna o, watu wengi wanasema oh, watu wajui chanzo chanzo chanzo. Wahuni wamezuia msafara klabu ya Simba, muhuni alozuia msafara klabu ya Simba anajulikana, lakini mpaka leo wanazurura. Sasa tuwaambie kwa kwa taarifa, kuna baadhi yao wanapiga ya simu wanapiga simu kwa sababu ya uoga, wanasema jamani, mimi hamna haja kunitaja. Sasa yale wenyewe mko waoga, lakini nashangaa watu wa wamejamazwa kimya mpaka leo, na hauni wao wengine wanaenda tena leo getini. Leo waziri kawaita, sawa, viongozi wetu wao, mbona mtu wa Simba bali, kwa sababu tuna hekima na busara na tunajielewa. Mazombi wote wako pale sasa hivi mwangoni wamekaa, wanamsindikiza waziri. Ina maana waziri hana kikao chake? Basi kina maana kama wao wana, wana, wana maamuzi yao, waziri si ndo kaita yeye, sio ndo maamuzi. Subiri kauli ya waziri ya mwisho, na ndio unafanya. Lakini wao kabla hata kikao kijaanza, wameka mlangoni, wanasema tucheze. Kwa hiyo wanampangia waziri kazi yake. Nataka nimuone mzee wangu Pala Magamba Kabudi, eh, nimuone katika hili atatoa uamuzi gani? Maana yake watu wanasema mtoto mle hapo, na ndo ndo. Kwa hivyo haya kikao kiko ndani, wauni wow. wako getini tena sio nje majumbani kwao. Getini pale pale uwanjani kunapofanyika kikao. Ule ule ule wote ni uni. Au jeshi la polisi limekaa tu. Kuna mtu anapiga simu anahamasisha wenzie waende. Wameshaja kule, wako wengi. Ina maana jeshi la polisi liko wapi? Wahuni wanahamasishana waende kukutana, alafu nyinyi mmenyamaza kimya. Sisi tuna masikitiko na hili swala. Eh. Yeah. Yale ndio mazungumzo kweli, tuna masikitiko. Wanachokifanya sio kitu sahihi. Sawa. Sehemu ambayo mamlaka zimekutana kujadili mustakabali. Mamlaka kubwa za nchi, unapomzungumzia waziri ni kiongozi mkubwa kwenye nchi. Kaita viongozi wenu, nyinyi mnakaa nje tena, ei, inasaidia nini dena? Hatuchezi, hatuchezi. Ina, ina, si mna makazi yenu, tulieni katika makazi yenu, subirini tamko baada ya tamko. Kuna utaratibu, viongozi wenu wameitwa kwa maagizo. Ina maana viongozi wa klabu ile wanaendeshwa na wahuni ambao ndo hao wanaenda pale uwanjani wa Simba kule kikao kinafanyika Nimemwona mzee wangu muktaza mwenyekiti, nimemwona Salim Tunayageni nimemwona, nimeona wajumbe wangu wa bodi. Mimi mwenyewe nimekuja KMC kuangalia mpira na unaniona na furaha, yaani sina hata pressure. Najua utaratibu lazima utapatwa, na wao viongozi ndio watatupa sisi utaratibu. Sasa wahuni wako kule wanapigiana simu, labda si katika kuianikiza bodi na wizara wakubali kile ambacho wao wanakihitaji. Hamna ha, kuanikiza katika utaratibu na sheria hakuna. Yani wale wanaleta uhuni kwanza tulikwenda kule ni mbali, mimi sikuona sababu ya, ya waziri kuwaiti. Swala lishaisha kwa TFF na bodi ya ligi, mechi imeahirishwa, kwa sababu kuna vitu vya ugundwaji vya, vya wa amani vimefanyika vime, vime, mechi hakuna, si ndio? Hivyo mechi hakuna, bodi ya ligi ikatangaza. Leo tunashangaa tena vile na kukalika vikao vya nini? Utaratibu wetu ni mmoja. Kwa nini wanasimba watu wanapotuona? Sisi tunajua mechi inaenda kwa kwa tarehe. Hatuna lingine, yani mazungumzo mengine hakuna. Hatuandamani. Nimesikia leo wazee wa Bukoba wa, nao wanaongea. Wa, okay. Leo Bukoba. Wazee wangu jana wamezungumza vitu vyenye hekima na busara sana. Wamezungumza vizuri mno wale wazee. Na hamna mtu aliyotaja sisi tuandamane wala nini, wamezungumzia vitu vilivyokuwa sahihi kabisa. Na nawapongeza wazee. Lakini sio wao, mbona vijana wao? Simba mpaka mtoto mdogo vibio akili yake kwa sawa Yaani Simba ukizaliwa tuleng'aa kutoka kwa mzazi wako, akili yako inasimama katika msimamo ulikuwa mzuri, mpaka unafikia umri huu, mpaka wazee umeona mfano. Sasa angalia wahuni na we waloka <laughs> toka enzi hizo klabu hii, Dar es Salaam yote pole, wamejenga kwenye mfereji wa maji machafu, wako sawa, bora <laughs> angejenga Sinza katika mashamba ya mipunga zamani. Watu hawataki Zamani na islamu yote fodi wamejenga sehemu ya maji machafu ya kumuka Vingunguti dongo la moto hapo wa, ndio wao wamejenga klabu yao, wako sawa wao. Wewe sikilia kila siku wana lala chooni utakuwa vizuri? Ndio maana wanalisi vile vitu. Kwa hiyo wa watu walaumu, ila serikali wachukulia hatua, watu baadaye wataenda madhara kweli wasipochukuliwa hatua, wale walofanya uhuni wa kuzuia timu yetu baadaye, kutotokea madhara mawili kama kutofungiwa mpira wa, wa, wa nchi ya Tanzania na FIFA. Basi kuna hali kabaina ya Simba na Yanga, tupiga na wenyewe nchi nzima ikawapita kwa sababu wale eu, leo leo wanapigia na simu. Nimemwona mtu kabisa anapiga simu njoeni huku njoeni huku jamaa na njoeni huku, wako taifa wanazidi kuongezeka Jeshi la polisi limelimenyamaza kimya, hawana kibali, hawana chochote lakini, na, hakuna mechi. Na hakuna mechi, lakini wamejana na la getini, katika ambacho ni geti lile ndani kuna viongozi na, na, na wa serikali na viongozi wa mpira. Sasa hawa watu wasipochukuliwa hatua watatuletea madhara, si yelewo tunapata hawa kwa sababu nchi yetu ina amani, bro Wakongo wanakimbia kimbia, kimbia tunao timu yao imefungiwa, ujue wacheze mashindano ya FIFA, si ndio hivyo? Wale wa Congo Brazza kwa sababu ya vita hizo hizo vurugu vurugu. Hata Congo wale nao basi tu iko siku, na leo watafungiwa, maana kila kila siku vurugu. Sasa na hao wanataka staili ile, waache hivyo vitu, ila tunasisitiza waliofanya vurugu na kuzuia basi letu tarehe saba wawajibishwe. Usipoziba ufa utajenga ukuta, na wale uh, ndio wanaovimba mpaka leo na hata leo nimewaona Wae wae wale wale, wanaotumia pale saba, hamna mtu nchi yake nchi yako uhuru wako tu. Nchi ikishakuwa na vurugu, wewe hauna hauna kwao, hata kula wewe, hata wewe unioje hapa, kwa vurugu nchi itakuwa yako ya kweli? Wanataka kuleta vitu vya maajabu ambavyo ina msingi. Ndio maana kiongozi kawaambia kama mmeshindwa, nendeni kwenye sehemu nyingine yeah. Angewaambia waende kuuza vitumbua, si ndio? Angekasirika, yeah. Maana bado wale watu wakatetefu hapo. Haya, lakini wale kazi yao kauze vitumbua ndio kazi yao.